Ah, ndugu wazazi, hapa kuna swali jingine tena ambalo ni lahusiana na mada ya umri. Swali muhimu sana ili ukinielewa hili swali, hata hilo nilotoa kwenye zoezi, utalifanya vizuri ndugu mzazi unayenifuatilia. Umri wa Bakari ni mara nne ya umri wa Mbewa, sawa? Miaka mitano ijayo, zingatia hapa. Ijayo jumla ya umri wao itakuwa miaka 35. Tafuta umri wao wa sasa hivi. Tutafute umri wao wa sasa. Kumbuka hata jumla ya umri wao wa sasa hivi hatujui. Hebu njoo tuangalie. Huku tumweke Bakari. Huku tumweke mtu anaitwa Mbero. Naandika herufi hizi kwa kifupi, sawa? Sawa? Tuchore hivi. Kwamba hawa umri wao wote hatujui. Kila mmoja tunampa herufi ya x, njoo niweke x ndogo. Ah no, x tumeizoea sana na hapa y. Na hapa y. Hawa wote umri wao hatujui, lakini nasema umri wa Bakari ni mara nne. Kumbe huku tumzidishie Bakari mara nne. Mara nne. Tumeshazidisha tayari. Umri wa Bakari ni mara nne ya umri wa Mbeo. Miaka mitano ijayo. Kumbe sasa kwanza tuchukue wai mara nne, unapata nne wai. Sawa, huku tunapata wai. Sawa, huku tunapata wai. Tunaenda, aha. Kumbe kumbe sasa, kumbe sasa miaka mi- huku tunapata nne. Wai na huku wai, sawa. Sawa, jumla ya umri wao hapa hatujui, ambao huu ndio utakuwa umri wao wa sasa hivi. Huu, ndo utakuwa umri wao sasa hivi. Sasa anasema miaka mitano ijayo, kumbe huyu tumuongezee na miaka mitano Nne wai tumuongezee na miaka mitano na huyu wai tumuongezee na miaka mingapi mitano, alafu mitano. Jumla ya umri wao ndo wakasema itakuwa ni miaka mingapi, thelathini na tano Safi kabisa, jumla umri wao itakuwa miaka thelathini na tano kwa sisi hapo kwanza tutafute thamani ya ya, ya wai kwanza. Tukishapata thamani ya wai tutajua namna ya kupata umri wao wa sasa hivi. Sisi tunaikana kutengeneza mlinganyo hapo. Mlinikataza katazo wenyewe kwamba ni siwe mkali. Sasa nafundisha kwa upole. Ila una nizingatia vizuri. Haya. Twende tukajumlisha sasa kwamba 4 wai tujumlishe na tano, tujumlishe na wai tujumlishe na tano ni sawa sawa na 35. Sawa na 35. Aha nne ukiongeza unapata 5y ni jumlisha sawa sawa. Hmm? Hii ongeza unapata 10. Ni sawa sawa na sawa sawa huku huku huku inatoka na 35, na inaenda kuwa kwa tunapata tano, y, ni ni tutoe hapa tunapata tukitoa ishirini na tano. Sawa, tunakuja kugawanya kwa tano na huku tunagawanya kwa tano, tunaelewana, hii tupate thamani ya y. Kwa hiyo hii na hii imeisha, kwa hiyo y ni sawa sawa na tano. Sasa kama tumepata thamani ya y ni tano, twende tukatafute umri wao wa sasa hivi, na hata ukitaka tutafute umri wao baada ya miaka mitano, na penyewe tutajua kila mmoja ana miaka mingapi. Sasa miaka, umri wao wa sasa hivi ni huu hapa, umri wao wa sasa ni huu huu hapa chini ni umri wa baada ya miaka mitano huu hapa unaoona huu. Huu ni baada ya miaka mitano umri wao wa sasa hivi ni huu hapa. Kumbe ni nne wai sawa, umri wa sasa ni sawasawa. tuanze na nani? Tuanze na Bakari. Bakari. twanze Tuanze na Bakari, Bakari ni sawa sawa na nne wai, maanake ni nne mara wai, nne ni wai ni ngapi? tano ni sawasawa sawa na miaka ishirini. Bakari ana miaka ishirini. Twende kwa kwa kwa nani? Kwa Mberwa, huyu Mberwa ni sawa sawa na wai, wai ambao thamani ya wai tumepata ngapi? Miaka mitano, miaka mitano. Huu ndio umri wao wa, wa sasa. Kumbe jumla ya umri wao wa, wa sasa hivi ulikuwa ni hiyo ongezeka 25 kumbe hapa palikuwa na jumla ya miaka 25, lakini baada ya miaka mitano huyu alivyoongezewa miaka mitano na wewe kaongezewa miaka mitano wakawa na miaka 35. Ni kweli, hota, ni kweli. Maana yake miaka iliongezeka kwa wote wawili ni miaka kumi, ukijumlisha 25 ongeza 10 kwa unapata 35. Kwa hiyo wangesema tafuta wangesema tutafute umri wao hapa, hiyo miaka mitano yao hii hapa ya walioisema, maana yake isingekuwa kila mmoja, huyu angekuwa na 20, hii mwa 20, huyu angekuwa na miaka 25 huyu angekuwa na miaka kumi, jumla ingekuwa 35. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza, karibuni sana katika peji yangu. Usikose kuhudhuria kwenye peji yangu, mtoto wako asikose kupitia. Lakini leo nitakuwepo live kwenye kipindi cha hizi hesabu za umri saa tatu na nusu mpaka saa nne. Jana nilishindwa kwa sababu ya sherehe, jamani, si unajua tena, jana ilikuwa sikukuu kwao. Tusameane tu, jana kama ulinifuatia kwa kuta sipo, unisamee tu. Asante sana, Mungu akubariki.